Basi ikiwa kama kawaida yangu ya kukupasha habari, ujambo ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo hiki cha habari hii ni Reality Mambo TV kituo cha habari ambacho kinapatikana barani Afrika, ikiwa mashariki mwa Congo. Na hivyo umekaribishwa katika kipindi hiki ya kwamba upate kuchangia nami ni kupasha habari. Leo ni tariki tatu mwezi wa pili mwaka wa 2026. Ndugu mpenzi msikilizaji, nimekuja kukupasha habari kutokana na hali ambayo inazidi kuendelea kwa yale ambayo yaliyojiri na sasa ni kupashe iliyo taarifa ya habari, lakini ungana nami pia kwa kuweza kujihunga katika channel hii hata kwa kubonyeza maeneo ya subscribe hapo chini ya video na hata kubonyeza alama ya kengele, unapata habari zetu katika muda mwafaka na katika muda ambao tu tunapokuletea wewe habari. Ninakuomba kabisa wewe kuweza hata kuwatumia watu wengine, ili kwamba wapate kufaidia kama jinsi unavyoweza kufaidia ni kupashe katika hali tofauti, ikiwa hata hali ya usalama mashariki mwa Kongo. Ni kupashe tu katika hali ya kujuza ya kwamba uko Minembwe, mapambano ambayo yaliyojiri huko na kuweza kuonyesha kushindwa kwa wahasi wa F23 utwigwa neho Red Tabara na kuweza hata kupoteza vijiji tofauti na hata kupongezwa kwake gavana wa jimbo ya Kusini Jean-Jacques Purus, kwa jambo ambalo aliweza kuzungumza na hata pia na kuweza kumalizia kwake makanaki Kasimbira John, kwa mambo ambayo aliweza kuyasema kuhusu wazalendo na hata maoni ya wananchi ambayo inaweza kuzungumzwa kwa kuonyesha hali ya usalama kati ya wakongomani na wanyamulenge. Basi hivyo ndugu mpenzi msikilizaji, ni kupashe ya kwamba mashariki mwa Kongo ni mahali ambako waasi wa, wa M23 wameweza kabisa kuivamia, ambao wameungwa mkono na nchi ya Rwanda na kuonekana kabisa kiwaziwazi, wamesipotiwa na nchi ya Rwanda. Sapoti hiyo imeweza kuwafanya waasi wa M23 kuweza kupata nguvu kabisa mashariki mwa Kongo na kushika maeneo mengine, lakini hali hiyo imeweza kubadilika ghafla na kuweza kuonyesha kupoteza mji wa Uvira na maeneo mengine, ikiwa hata walungu ya kati, ikiwa mapambano ambayo yaliendelea kujiri huko kwenye milima mirefu ya huko Mwenga ni katika tarafa hilo na hata tarafa la Fizi, ni kuonyesha kwamba mapambano yanaendelea kujiri huko na kuweza kushika vijiji tofauti vikiwemo vijombo na hata kamombo ila mapambano katika maeneo ya Minembwe huko imeripotiwa kuwa wa hasi wa AFSM 23 redi tabara twigweneo wameweza kupoteza kabisa, kuweza kurudi nyuma na kuweza kupoteza vijiji hivyo na vinginevyo, ikiwemo hata Penzero. Lakini mapambano makubwa ambayo yaliweza kulipuka katika maeneo ya Minembwe imeweza kuonyesha waasi wa M23 Red Tabara Twiganeo kuweza kupoteza na majeshi ya Kongo kuweza kushika na kuupata huo ushindi. Kwa shuhuda ya vyanzo vyenye kuaminika vimeonyesha kuwa katika mapambano hayo waasi hao wa M23 Red Tabara Twiguaneo wameweza kuripotiwa ya kuwa wamepoteza ndege nne zisizo na rubani na hivyo hata kuweza kuombwa kwamba wapate kuweka silaha chini, kwa sababu wasije wakawafanya wengine wapate kuangamia, kuwaingiza watoto wachanga katika jeshi hilo. Liliombwa hivyo kwa waasi wa F23 Redi Tabara Twigweneho, ni baada ya kuonyesha kwamba wameweza kushindwa vita na uweze kukubali kabisa kujisalimisha. Jambo hilo la kuweza kuonyesha kwenye milima mirefu huko tarafani Mwenga Fizi, kwa waasi wa M23 kuweza kupoteza, imeonyesha kabisa hali ya usalama kuwa kabisa nzuri katika maeneo mengine, na kuwafanya hata wananchi kuweza kutulia roho zao, ikiwemo tarafa la Fizi, tarafa la Uvira na hata maeneo mengine, kwa kuweza kupata hata tumaini ya kwamba wataweza kukomboa na maeneo mengine ambako waasi wa M23 wameweza kushika baada ya waasi hao wa M23 kuweza kurudi nyuma katika maeneo mengine mashariki mwa Congo. Gavana wa jimbo ya Kivu ya kusini Jean Jean-Jacques Purus ameweza kupongezwa kwa jambo ambalo aliweza kulizungumza kwa kuweza kushusha bei ya ushuru kwa wafanyabiashara wakubwa na wafanyabiashara wadogo kutokuwa tena na hali ya kutozwa ushuru. Yaani wale wafanyabiashara wakubwa wameweza kushushua bei ya kutozwa ushuru na wale wafanyabiashara wadogo kuweza kutolewa kabisa huo utozaji wa ushuru. Jambo hilo limeweza kupongezwa kabisa na kuonyeshwa kwamba ameweza kusema jambo lililo jema na nzuri kabisa lenye kufariji kwake. Patriot Venker Steven Imani ameweza kulionyesha hilo pongezi kwa hali hiyo ya kina zaidi ni Patriote Vainqueur Steve Mantunwa. Ni nitapongeza mawazo ya mheshimiwa Gouverneur wetu wa Sud Kivu, uh, son excellence Professeur Jean Jacques Kouru Sadiki, fatana na mesaji ambayo aliituma, mesaji ambayo ni ya maana kwa population ya Sud Kivu yote kwa ujumla. Uh, kufatana na magumu ambayo populasio ya Sud-Kivu tulipitia, probleme ya vita, probleme ya uporaji, hiyo uh, yote ilisababisha uchumi wa provense yetu unashuka sana. Nyuma ya mtizamo ya gavana, aliona ni bora atume hii mesaji juu ya kuangalia namna gani atafanya strategi ya kurevoir kwa watu wadogo wadogo, yaani wafanyabiashara wadogo wadogo, angalie namna gani atanile tax atanile tax kwa wafanyabiashara wadogo wadogo. Hii wazo ni wazo ya maana sana tena, itasaidia wafanyabiashara wadogo kwa kupata nguvu tena ya kuinuka kibiashara kwa sababu Uh, kila mfanyabiashara ambaye alijikuta iko na sake kumi mwake uh, mduka uh, kwa ajili ya hii problem alijikuta amebakia na sake moja uh, kenda yote ameshaikula. Yule mwenye alijikuta hakuli zile kenda uh, alijikuta ameporewa, na yule mwenye hakujikuta ameporewa alijikuta ameviruzisha kwa bei ambayo haistahili. E, ili angalie namna atapata transport juu ya kukimbia a, wamoja walikimbilia Burundi wengine ka Tanzania wengine sijui Zambi a, na kadhalika. Kumbe hiyo yote ilisababisha uchumi wa nchi yetu unashuka sana. Mheshimiwa gavana kaona bora atume hii message ya kusema atafanya strategi ya kuangalia namna gani ataanile taxe jambo ambalo litapendeza sana na litasaidia uchumi wa provinsi yetu kusimama tena. Uh, akaongeza mkusema ya kwamba kwa wale wafanyabiashara wakubwa ataangalia namna gani atawapunguzia tax, ile tax ya yulu aiweke kwa hali ya kikawaida, ili nao wangalie wa, namna gani watarekipere tena pwa mukadre ya commerce uh, mm-hmm. kitu ambacho kitasaidia wafanyabiashara zaidi, kwa sababu hao wafanyabiashara wakubwa wengi ambao walikuwa wanasafiri kwenda Dubai kwenda sijui uh, Zambia walikuwa hawatoki na wenye walikutaniwa wameingiza biashara wengi waliporewa uh, na wengine ambao walijikuta waporewi waliuzisha biashara kwa bei isiyo stahili sawasawa na wengine Uh, juu ya kuangalia namna gani wanaweza kimbiza mwili uh, kwa ajili ya janga hili ya magumu ambalo tulipitia, kitu ambacho kilishusha ekonomia uh, ya provensa yetu sana. Kumbe kwa kuwapunguzia tax itakuwa jambo la maana kwa sababu tutasaidia uh, tena uchumi ya provensa yetu kusimama sana. Mheshimiwa Gavana akaongeza juu ya neno ya trakaseri financiere juu ya maservise kuwa bwingi. Akaongea juu ya kaya port na mafrontiere. Eh, mtu par exemple anaenda Burundi, iko na mtaji ya 500 dollar. Akisharangua ile biashara ya 500 dollar, akikuya fika ku frontiere anakute servise ziko bwingi kuliko ile mzigo ambayo alirangua. Par exemple anakuta kuko servise makumi ine na kila service iko na nomba 10 dola ya dedouane. Uniambie, mzigo wenye urangua 500 dola, unakuta service makumi nne 10 dola 10 dola 400 dola ya dedouane, ule mfanya biashara ataendelea wakati gani? Kumbe ni wazo ya maana kwa kuangalia namna gani kutakuwa strategia ya kupunguza kwa wafonctionnaire juu ya kuangalia namna gani Uh, hii kriz itatoka kwa uh, provensa yetu na kuinua wafanyabiashara wapate poa mwa hii wakati ambayo tulipitia, wakati ya shida, wakati ya matatizo, na hiyo itasaidia wafanyabiashara sana, na zaidi ya yote uh, Mheshimiwa Gavana atafanya suivi zaidi uh, kwa sababu akishasema atafanya uh, Uh, kurestore programu ya kuweka service etatique en ordre uh, batakuwa naanza devie banaenda ona fake awklo juu ya kuangalia namna gani tena batakuwa naanza juu ya kutrakase uh, bakomersa uh, juu ya tax. Kumbe uh, kutakuwa suivi zaidi juu ya fake, juu fake nayo uh, inachangia zaidi kwa, kwa ku, Uh, ongea na maservise au juu ya uh, kuongeza matrakaseri na kutumikisha ma aret zenye haziko uh, aret zenye haziko uh, par exemple ukunakuta maetablissement classé mtu wa chini ya mtaji ya 400 dollars na iko na, ingililiwa na maservis makumi tatu uniambie, uh, na kila service iko na mamonte ya ma 10 dollars, 20 dollars na kadhalika Ule mfanyabiashara ataendelea kwa wakati gani? Ni kitu ambacho kitakuwa cha maana sana, kama mheshimiwa gavana anafanyizia swivi, na kitasaidia wafanyabiashara kuinuka na kuendelea kibiashara, sana tena sana. Uh, wafanyabiashara watainuka na province yetu itasimama imara. Kumbe, kwa hiyo uh, mheshimiwa gavana hii wazo, vraiment tunaipongeza tena itasaidia nchi yetu kwa kuendelea, itasaidia provinsi yetu kwa kusimama, tena itasaidia kwa kile ambacho kiliharibika eh, kipate kusimama tena, kwa sababu hii nchi ni nchi ya wakongomani eh, hakuna mtu ambaye atakuwa toka nchi nyingine kwa kutengenezea nchi eh, kabisa. Hii msimamo eh, kwa jinsi ya message eh, ikisimama jinsi ilisemeka nikizani uh, province yetu itaendelea vizuri. Asante sana kwa hii mawazo. Mungu azidi kukulinda papa Magufuli wetu wa province ya kwake, Mheshimiwa General Makanaki Kasimbira John ameweza kulionyesha jambo ya kuweza kudhibiti hali ya usalama, na ikiwa zaidi hususan katika mji wa Uvira ya kwamba hawataki wale wa kuweza kupiga risasi na hivyo kila mmoja apate kuwa nafasi yake na hata akiweza kuonyesha jambo la kuweza kupata thawabu kwa wale wote wazalendo ambao hata wengine wanaopatikana katika bonde la Ruzizi, hali ya mashariki mwa Kongo imeweza kuonyesha hata wanyamulenge kuwemo na kuweza hata kudaiwa kurudi katika mji wa Uvira, lakini kuweza kupingwa kabisa na kuonyesha kwamba hawawataki katika nchi ya Kongo. Wananchi wanayo mengi na kuweza kuyazungumza na kuonyesha ya kwamba wao hawakubaliani na hilo jambo ambalo linaenda kinyume kabisa na wakuu wa majeshi ambao wanavyosema, ikiwemo Makanaki Kasimbire John hata Jenerali Amori William ya Kutumba akiweza kulikubali jambo hilo waweze kurudi na kuweza kukaa kabisa kwa usalama lakini likionyesha kupingwa kwa namna nyingine. Sie vakongomani atupendi venyamurenge Mukongo bo kwa abo kuliotaka miba ha kuliotaka miba aa venyamurenge kwavo kuliotaka miba, au kuko mashimumashimu mashimu, hakuna gisi ambatu kujenga manyumba. Lakini utakuta venyamurenge viko vanakazania tu paka baingie Kongo, paka waikale Kongo kwa sababu iwe chanzo cha wale ndugu vanduku yavo wenye kwa Rwanda baone gisi ya kutuingiliaka kwa kusema kama mkongomani ni pumbafu. Hivi vitu hivi biko vinaleta paka na giza kumacho. Kweli rebelio itaisha, ingine itaanza jutu ya kufiega wenyamurenge. Mkongo wenyamurenge sio wakongomani, wenyamurenge ni banani? Batu ba kule kumurenge kumilima yao ya mirenge kule ku Rwanda wende wa ikalie kule kwabo. Beko bana leta shida, bana pokelewa mkongo, bana, ba, ba, bana, bana kula, bana tapika, bana muyambia mkongo mani kumiguu. Kisha bana kuya bana sema wao ni wakongo mani. Na jamaa yenye kuweka wa, wenye murenge, iyo jamaa italainiwa. Iyo jamaa yenyewe iko naweka benya murenge. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, nilikupasha leo tariki tatu. Lakini ikiwa mapenzi ya Bwana hata tariki nne tena kesho nitakuja kukupasha habari ikiwa kwa habari tofauti. Lakini ninakuomba kuungana nami tena kwa kubonyeza alama ya subscribe hapo chini ya video, na hata alama ya kengele ili unapata habari zetu katika muda mwafaka, na kuwagawia watu wengine wapate kama jinsi unavyoweza kufaidia. Ninakuomba hata kabisa kucomment ukiwa na maneno ya kusema na kulike, kuonyesha tuko pamoja. Tutakutana tena ikiwa wakati mwingine. Asante.